Na mkaribu sana katika kijiwe mchongo na UTT AMIS, bwana, mimi awali upuju kuntunye kidimdimu mwandila. Inawezekana leo ukaona kwamba kijiwe mchongo na UTT AMIS inafanyika katika ofisi ambayo yawezekana machoni mwako ikawa ni kwa mara ya kwanza, lakini nipende kuweza kukujuza. UTT AMIS tumeweza kufungua tawi jipya kabisa Dar es Salaam, eh, kwa ajili ya wakazi wa maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo ya Mbezi Beach, Kimara, Mbezi Magufuli eh, maeneo ya Kawe, Ubungo. Yote kwa yote tumeweza kukusogezea kuso, eh, huduma kwa wewe mwekezaji wetu, ndugu yetu Mtanzania usiyekuwa Mtanzania, basi karibu hapa maeneo ya Ubungo. Tunaweza e, tukasema katika jengo la PSSSF ukifika e, hapa tuko parking tower, lakini vile vile tuko ground floor barabara ya Sam Nujoma ndipo ambapo sisi tunapatikana. Ebwana, mimi naitwa Awali Upuji Kuntunye Kidimdimu Mwandila ni kukaribishe. Kama unavyoona ofisi yetu ni mpya kabisa, uweze kukaribia hapa, ili uweze kuja kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Habari kwa majina, naitwa ni Frida, Frida Malia, mkuu wa kituo cha huduma kwa wateja kutokea UTT AMIS. Uh, tunapenda kuwapa taarifa wawekezaji wetu ndugu zetu wa Tanzania, watu wazima, watoto, vijana, wote kuwapa taarifa kwamba tumefungua tawi jipya Dar es Salaam, tuko jengo la PSSSF commercial complex, barabara ya Sam Nujoma, tuko ndani ya jengo la parking tower, ground floor. Tumewafikia watu wa Goba, watu wa Mbezi, Tegeta, Bagamoyo, Bunju, tunawakaribisha sana. Watu wa Kibaha, Ubungo, Mbezi Beach, Kimara, wote karibuni sana wawekezaji wetu. Usisite kwa maswali zaidi, kuja kufungua akaunti, kupata elimu ya uwekezaji, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na pia Jumamosi kuanzia mida ya saa tatu mpaka saa nane mchana. karibuni sana Hakika katika uwekezaji. Naam, kama nilivyokuambia tumeweza kufungua tawi letu jipya hapa Dar es Salaam maeneo ya Ubungu. Hapa ukifika katika uh, barabara ya Sam Nujoma, eh, jengo la PSSSF eh, ukija hapa katika parking tower, basi tutakutana na sisi eh, ofisi zetu za UTT Amis. Eh, niko na wawekezaji hapa, niko na dada angu lakini vilevile niko na ndugu yangu hapa. Watajitambulisha wao wametokea wapi hasa, lakini leo hii wameweza kuja kwa mara kwanza kabisa katika hili tawi letu ji pia hapa uh, dada, mimi naitwa Ali Upuju. Natokea. Okay, ndugu yangu naitwa naitwa nani? Patrick. uh, okay. Okay, unatokea na? Yeah. Natukea ah, yeah. Okay. sawa sawa. Kwa hiyo imechukua muda gani nywe kuweza kujua kama tumeweza kufungua tawi letu uh, leo? Nilikuwa nakuja hapa PSSSF nikutana na bango limeandikwa eti UTT AMIS. Nikasema ee, nikasema, sukari! Nikashtuka kwanza sukari ausi imeamia hapa ghafla <laughs> lakini, nikasema nikamwambia mdogo wangu, hebu twende tutafute ofisi zao zilipo, tuje nimlete na yeye ajifunze moja mbili tatu namna ya kuwekeza kwa ajili ya maisha manufaa yake ya baadaye. Inawezekana e, kwa sisi kuwa sukari ausi, kwa sababu unakaa ubungo msewe, ingechukua muda sana kumleta sukari ausi kabisa mimi okay, mwenyewe tu kuja kila siku skusema nakuja nakuja nakuja nakuja, lakini hapa na hapo msewe na hapa ni karibu sana, kwo kwa kweli yani, unahisi kwa nini labda leo hii umeweza kuona ofisi zetu sisi hapa ziko uh, jengo la PSSSF eh, tuko hapa parking tower, ukaona bango la UTT, unahisi kwa nini naweza kuchukua fursa ya kusema hapa leo leo lazima mdogo wangu niweze kumpeleka. Kuna ule msemo unaosema kwamba usingoje kesho ko nilivyoona nikasema, it's a perfect timing nije niweze kupata elimu ya kitu ambacho nataka kuwekeza na pia nimlete na mdogo wangu. kwa okay, upande wako sasa, unahisi dada yako alichokifanya leo hii, kuna kitu umeweza kukipata chochote tu kuhusiana na masuala ya uwekezaji? Sahihi kabisa, nimepata, maana uwekezaji ndio kila kitu, maisha hawezi kwenda pasipo uwekezaji. Kwa hiyo aliponiambia dada yangu kuwa twende nikakupa elimu ya uwekezaji, nami nikafurahi na ukizingatia hapa tulipo ni eneo jirani kabisa Ubongo sheki langu na hapa ni jirani ni kama pua na mdomo, hivyo nimefurahi. Sawa sawa, labda kwa fursa hii, dada yangu uh, Dorine ukichukua fursa hii kuna watu ambao wanakaa pembezoni hapa e, kidogo maeneo haya ya Ubungo, ungependa kuambia nini? Kwa sababu Ubungo Mwenge, ungependa kuweza kuambia nini. Kuna ambao watu wanatokea Bunju huko, kuipata sukari ilikuwa ni changamoto e, kuna watu wanakaa Mbezi ya Kimara Magufuli kule, kuna mtu anakaa Kibamba, kuipata sukari ilikuwa ni changamoto. Leo hii sukari hapa iko Sam Nujoma, jengo la PSSSF, unawaambia nini hapa? Mimi napenda tu kuambia waweze kufika Uh, tuwekeze kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye Ubungo ni karibu ni senta mtu yoyote anayetokea Mbagala anayetokea Mbezi bichi anayetokea Bunju anayetokea kigam... eh, Kigamboni ndo karibu yeah. lakini kwa ambao tuko zoni ya huku kibata tabata tabata wote wanaweza kufika hapa ni karibu na pia ni senta usafiri pia ni upo kwa hiyo hamna kisingizi chochote kile eh. Ndugu yangu lolote la kuweza kutaka kuambia marafiki zako, kuna watu wako wa wakaribu walikuwa hawajui UTT. Leo umeweza kupata elimu kuhusiana na maswala ya uwekezaji, anakutazama pale yoyote, una lipi la kuweza kumwambia? Mimi nachopenda kuwahusia, napenda kuwakaribisha ndugu jamaa na marafiki wanaonisikia kwa wakati huu, kwa maana nimepata elimu bora na nimejua faida za uwekezaji ni namna gani na tutakiwa kuwekeza ukizingatia, kama kwa sisi vijana tunaozidi kukua, tunahitaji uwekezaji kwa ajili ya malengo ya baadaye. Hivyo nawakaribisha kwa wote, haijalishi uko wapi, hususani kwa waliokuwa maeneo jirani Mikocheni, Kawe, Ubungo, Kimara, Kibamba, wote wanakaribishwa maana ni eneo jirani. Na Bunju wote ni ukanda huo, Tegeta ni ukanda huo nawakaribisha hapa waje kupata elimu ya uwekezaji kwa ajili ya sasa na hata ya baadaye, maana maisha, UTT AMIS ipo jengo hapa la PSSSF Ubungo. Karibuni sana, nawakaribisha. Okay, sawa, sawa. Mambo? Poa. Mzima. Mzima. Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju, sijua dadangu naitwa nani? Naitwa Violet, Freddy Violet. Violet, umetokea Goba Yeah. Okay. Violet, UTT tumeweza kufungua tawi jipya hapa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kuna sukari ausi lakini tukasema hapana, tumekuja kufungua tawi jipya hapa maeneo ya opposite ubungo mwenge, liko hapa katika jengo la PSSSF, umeelewa? jengo la la, la biashara. Tuzungumzie tawi liko hapa, ninyi wakazi wa Goba, naamini kuna wengine ambao wakazi wa Goba wanatusikia hapa, mmeweza kuipokeaje tawi letu hii? Kiukweli tumepokea kwa furaha kwa sababu huduma imesogezwa karibu zaidi kuliko vile il, ilivyokuwa kule posta. Sasa hivi naweza nikachukua tu almost gari moja kuja kufika hapa, kwa tumechukua kwa furaha sana. Wale mafuleni kutoka Goba mpaka kuitafuta sukari, sukari au si posta, ilikuwa ni changamoto ya, ilikuwa ni changamoto. Na ni nani, nani ambaye aliweza kukuambia hasa kwamba UTT uh, wamefungua tawi jipya maeneo ya ubungu hapa jengo la PSSSF? Mimi niliambiwa na rafiki yangu ya, siku ya Ijumaa na nilijitahidi niweza kufika na leo kwa hiyo, ya nimekuja kufungua akaunti na kuwekeza. Karibu sana. Umefungua mfuko gani? Nimefungua liquid. Liquid. Yeah. Umeweza kupata elimu naamini kuhusiana na maswala ya uwekezaji katika mifuko sita lakini ukaweza kuchagua liquid. Unahisi kwa nini umetaka kujiunga na UTT mpaka kufungua mfuko wa liquid? Ah, kikweli kwa um, elimu niliyoipokea kwa ajili ya uwekezaji ya, ya, siwezi nikaelezea sana, lakini liquid ni mfuko ambao umekuwa ni rahisi kwangu kwa sababu liquid ni mfuko ambao unaweza ukatoa na kuweka hela muda wote ule ambapo unahitaji. Ya ndio maana nimechagua liquid ili nikihitaji kutoa muda wote naweza nikatoa na kuwekeza muda wote. Okay, sawa sawa. Kuna baadhi ya marafiki zako, kuna wamama, kuna wakaka, kuna uh, ndugu mbalimbali wanakutazama sasa hivi kupitia kijiwe mchongo. Violet, neno gani hasa ambao ungependa kuweza kuambia? Kwanza ofisi imeweza kusogezwa, watu wa kazi wa Goba kama nyie mmeweza kuipokea, lakini vile vile kuna wakazi wa Mbezi, Tegeta, Bunju. Ungependa kuambia nini? Lakini vile vile wapi Uh, kuhusia, na vipi kuhusiana na masuala ya uwekezaji uh, kwa marafiki zako ambao hawajui chochote kuhusiana na UTT, mi ningependa kuwashauri kwamba waje wapokee elimu zaidi kuhusu uwekezaji, ya watajifunza mengi na huduma imesogezwa karibu kwao. Hakuna kinachozuia mtu kuja kupata huduma hapa kwao, nawakaribisha waje wajifunze katika uwekezaji kwa ajili ya brighter future. Ah, Wagoba, Tegeta, uko Afrikana, Mbezi, Kimara, wa Ubungo huko, yeah, tawi lingine limefunguliwa hapa Ubungo, ya jengo la jengo la biashara yeah, PSSSF ko, nawakaribisha na encourage na na waje kwa wingi. Kijiwe mchongo na mchongo UTT AMIS imekufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. E, bwana kama kawa kama dawa, nilivyokuambia mimi naitwa Ali Upuju huko nitunye kidimdimu Mwandila. E, bwana tuko hapa kwa ajili ya kuzidi kuwakumbusha Watanzania na ndugu wawekezaji ni kwamba uh, UTT Amis tumeweza kufungua tawi jipya kabisa Dar es Salaam, ukiachana na lile eh, HQ, tunazungumzia Sukari House, tumeweza kufungua tawi jipya liko barabara ya Sam Nujoma, jengo la PSSSF eh, jengo la biashara, sisi tuko parking tower. Ukija hapa ground floor kabisa unaingia ndani na mwisho siku utaona vibango mbalimbali vinakuelekeza mpaka unaingia ndani kabisa katika ofisi za UTT. Karibu hapa uweze kuja kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Wewe ndugu yangu, kama una dadako, una kakaako, una babako, sisi tumekuja kuwasogezea UTT AMIS maeneo ya Ubungo wale wakazi eh, wa Kimara, wakazi wa Ubungo, wakazi wa Bunju, wakazi wa Kawe, Mwenge, Goba tunazungumzia wote kwa wote Tegeta basi. Ofisi za UTT tawi jipya la UTT liko hapa eh, maeneo ya Ubungo, jengo la PSSSF, jengo la biashara tuko uh, parking tower. Njoo hapa uweze kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. E bwana, mimi sina la ziada, mwambie na mwenzio, au sivyo? Mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdim Mwandila. Shukran za dhati kabisa zimwendee Cosmas Mtumbadest. E bwana, tukutane next time, karibu sana.